Kitabu cha Maombolezo sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni wakati mwingine tena ambao Mungu anatupa nafasi kuungana kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, nakukaribisha ambapo siku ya leo tunaenda kuanza safari nyingine ya kusoma kitabu cha Maombolezo. Historia ya maandiko matakatifu inatuonyesha kwamba kitabu cha maombolezo ni moja ya vitabu vilivyoandikwa na nabii Yeremia. Karibuni sana wapendwa, tusali tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa sababu ya upendo wako na wema wako. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mkuu na hakuna Mungu mkuu kama wewe. Fadhili zako ni nyingi mno maishani mwetu na uaminifu wako ni mkuu, jioni mpaka asubuhi. Tunaachilia maisha yetu mbele zako, tunaomba utusimamie. Roho Mtakatifu tuwezeshe kulisoma neno lako na utuwezeshe kuelewa, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, leo tutasoma Maombolezo Sura ya kwanza na ya pili. Karibuni mno tuungane na ndugu zetu wa Word Project tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Kitabu cha Maombolezo. Mlango wa kwanza. Jinsi mji huu ukavyoukiwa, huo uliokuwa umejaa watu. Jinsi ulivyokuwa kama mjane, yeye aliyekuwa mkuu kati ya mataifa. Binti mfalme kati ya majimbo. Jinsi alivyoshikwa shokoa ulia sana wakati wa usiku, na machozi yake yapo mashavuni. Miongoni mwa wote waliompenda hakuna hata mmoja amfarijie. Rafiki zake wote wamemtenda hila, wamekuwa adui zake. Yuda amehamishwa kwa sababu ya kuonewa na kwa sababu ya utumwa mkuu. Anakaa kati ya makafiri, haoni raha iwa yoyote. Wote waliomfuata wamempata katika dhiki yake. Njia za Sayuni zaomboleza, kwa kuwa hakuna ajaye kwa sikukuu. Malango yake yote yamekuwa ukiwa, makuhani wake hupiga kite, wanawali wake wanahuzunika, na yeye mwenyewe huona uchungu. Watesi wake wamekuwa kichwa, adui zake hufanikiwa, kwa kuwa Bwana amemtesa kwa sababu ya wingi wa makosa yake. Watoto wake wadogo wamechukuliwa mateka mbele yake huyo mtesi. Naye huyo binti Sayuni, enzi yake yote imemwacha, wakuu wake wamekuwa kama ayala wasioona malisho na wamekwenda zao, hawana nguvu mbele yake anayewafuatia. Siku za mateso na misiba yake, Yerusalemu huyakumbuka matamaniko yake yote yaliyokuwa tangu siku za kale, hapo watu wake walipoanguka mikononi mwa mtesi, wala hakuna hata mmoja wa kumsaidia. Hao watesi wake walimwona, wakafanya sabatu zake kwa mzaha. Yerusalemu amefanya dhambi sana, kwa hiyo amekuwa kama kitu kichafu wote waliomheshimu wanamdharau kwa sababu wameuona uchi wake. Naam, yeye anaugua na kujigeuza ende nyuma. Uchafu wake ulikuwa katika marinda yake, hakukumbuka mwisho wake; kwa hiyo ameshuka kwa ajabu, yeye hana mtu wa kumfariji. Tazama, Bwana, teso langu, maana huyo adui amejitukuza. Huyo mtesi amenyosha mkono wake juu ya matamaniko yake yote, maana ameona ya kuwa makafiri wameingia ndani ya patakatifu pake, ambao kwa habari zao wewe uliamuru wasiingie katika kusanyiko lako. Watu wake wote hupiga kite, wanatafuta chakula; wameyatoa matamaniko yao wapate chakula cha kuhuisha nafsi. Ee Bwana, tazama uangalie, kwa maana mimi nimekuwa mnyonge. Je, si kitu kwenu, enyi nyote mpitao njia? Angalieni mtazame kama kuna majonzi yoyote mfano wa majonzi yangu niliyotendewa mimi ambayo Bwana amenihuzunisha kwa hayo siku ya hasira yake iwakayo. Toka juu amepeleka moto mifupani mwangu nao umeishinda. Ametandika wavu aninase miguu, amenirudisha nyuma, amenifanya kuwa mtu wa pekee na mgonjwa mchana kutwa. Kongwa la makosa yangu limefungwa na mkono wake, hayo yameshikamana, yamepanda juu shingoni mwangu amezikomesha nguvu zangu. Bwana amenitia mikononi mwao ambao siwezi kupigana nao. Bwana amewafanya mashujaa wangu wote kuwasikitu kati yangu, ameita mkutano mkuu kinyume changu ili kuwaponda vijana wangu. Bwana amemkanyaga kama shinikizo huyo bikira binti Yuda. Mimi nayalilia mambo hayo, jicho langu jicho langu linachuruzika maji, kwa kuwa mfariji umbali nami ambaye ilimpasa kunihuisha nafsi. Watoto wangu wameachwa peke yao kwa sababu huyo adui ameshinda. Sayuni huinyosha mikono yake, hakuna hata mmoja wa kumfariji. Bwana ametoa amri juu ya Yakobo kwamba wamzungukao wawe watesi wake, Yerusalemu wamekuwa kati yao kama kitu kichafu. Bwana ndiye mwenye haki, maana nimeiasi amri yake. Sikieni na wasihi, enyi watu wote mkayatazame majonzi yangu. Wasichana wangu na wavulana wangu wamechukuliwa mateka. Naliwaita hao niliyowapenda, lakini walinidanganya. Makuhani wangu na wazee wangu walifariki mjini hapo, walipokuwa wakitafuta chakula ili kuzihuisha nafsi zao. Angalia, ee hey, Bwana, maana mimi ni katika dhiki. Mtima wangu umetaabika, moyo wangu umegeuka ndani yangu, maana nimeasi vibaya sana. Huko nje upanga hufisha watu nyumbani mna kama mauti. Wamesikia kwamba napiga kite, hakuna hata mmoja wa kunifariji. Adui zangu wote wamesikia habari ya mashaka yaliyonipata. Ufurahi kwa kuwa umeyafanya hayo. Utaileta siku ile uliyoitangaza nao watakuwa kama mimi. Huo uovu wao wote na uje mbele zako, wewe ukawatende wao kama ulivyonitenda mimi kwa dhambi zangu zote, kwa maana mauguzi yangu ni mengi sana, na moyo wangu umezimia Mlango wa pili. Jinsi Bwana alivyomfunika binti Sayuni kwa wingu katika hasira yake! Ametupa toka mbinguni hata nchi wa uzuri wa Israeli, wala hakukikumbuka kiti cha miguu yake katika siku ya hasira yake. Bwana ameyameza makao yote ya Yakobo wala hakuona huruma; ameziangusha ngome za binti Yuda katika ghadhabu yake, amezibomoa hata nchi; ameunajisi ufalme na wakuu wake ameikata pembe yote ya Israeli katika hasira yake kali, ameurudisha nyuma mkono wake wa kuume mbele ya hao adui, naye amemteketeza Yakobo kama moto uwakao ulao pande zote. Ameupinda upinde wake kama adui, amesimama na mkono wake wa kuume kama mtesi, naye amewaua hao wote waliopendeza macho katika hema binti Sayuni, amemimina kani yake kama moto. Bwana amekuwa mfano wa adui, amemmeza Israeli. Ameyameza majumba yake yote, ameziharibu ngome zake. Tena amemzidishia binti Yuda matanga na maombolezo. Naye ameondoa maskani yake kwa nguvu, kana kwamba ni ya bustani tu, ameziharibu sikukuu zake. Bwana amezisahauzisha katika Sayuni sikukuu za makini na sabato, naye amewadharau mfalme na kuhani katika uchungu wa hasira yake. Bwana ameitupilia mbali madhabahu yake, amepachukia patakatifu pake amezitia katika mikono ya hawa adui kuta za majumbe yake. Wamepiga kelele ndani ya nyumba ya Bwana kama katika siku ya kusanyiko la makini. Bwana amekusudia kuuharibu ukuta wa binti Sayuni, ameinyosha hiyo kamba, hakuuzuia mkono wake usiangamize, bali amefanya boma na ukuta kuomboleza, zote pamoja hudhoofika. Malango yake yamezama katika nchi, ameyaharibu makomeo yake na kuyavunja mfalme wake na wakuu wake wanakaa kati ya mataifa wasio na sheria; naam, manabii wake hawapati maono yatokayo kwa Bwana. Wazee wa binti Sayuni huketi chini, hunyamaza kimya, wametupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wamejivika viunoni nguo za magunia. Wanawali wa Yerusalemu huinama vichwa vyao kuielekea nchi. Macho yangu yamechoka kwa machozi, mtima wangu umetaabika, ini langu linamiminwa juu ya nchi kwa uharibifu wa binti ya watu wangu, kwa sababu watoto wachanga na wanyonyao huzimia katika mitaa ya mji wao. Huwauliza mama zao, ziwapi nafaka na divai? hapo wazimiapo, hapo kama waliojeruhiwa katika mitaa ya mji, hapo walipomiminika nafsi zao vifuani mwa mama zao. Nikushuhudie nini? nikufananishe na nini, e binti Yerusalemu? nikusawazishe na nini, nipate kukufariji Ee bikira binti Sayuni, kwa maana uvunjifu wako ni mkuu kama bahari; ni nani awezaye kukuponya? Manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya ubatili na upumbavu, wala hawakufunua uovu wako, wapate kurudisha kufungwa kwako, bali wameona mabashiri ya ubatili kwa ajili yako na sababu za kuhamishwa. Hao wote wapitao hukupigia makofi, humzomea binti Yerusalemu na kutikisa vichwa vyao. Je, mji huu ndiyo ulioitwa ukamilifu wa uzuri, furaha ya dunia yote juu yako adui zako wote wamepanua vinywa vyao, huzomea, usaga meno yao, husema, tumemmeza. Hakika siku hii ndiyo tuliyoitazamia, tumeipata, tumeiona. Bwana ameyatenda aliyoyakusudia, amelitimiza neno lake aliloliamuru siku za kale ameangusha hata chini wala hakuona huruma, naye amemfurahisha adui juu yako, ameitukuza pembe ya watesi wako. Mioyo yao ilimlilia ya Bwana. E ukute wa binti Sayuni, machozi na yachuruzike kama mto mchana na usiku, usijipatie kupumzika, mboni ya jicho lako isikome. Inuka, ulalamike usiku mwanzo wa makesha yake, mimi na moyo wako kama maji usoni pa Bwana umwinulie mikono yako kama uhai wa watoto wako wachanga, wazimiao kwa wazimia njaa mwanzo wa kila njia kuu. Tazama Bwana, uangalie, ni nani uliyemtenda hayo? Je, wanawake wale mazao yao, watoto waliowabeba? Je, kuhani na nabii wauawe katika patakatifu pa Bwana? Kijana na mzee hulala chini katika njia kuu, wasichana wangu na wavulana wangu wameanguka kwa upanga. Umewaua katika siku ya hasira yako; umeua wala hukuona huruma. Umeziita kama katika siku ya mkutano wa makini hofu zangu zije pande zote, wala hapana hata mmoja aliyepona wala kusalia. Katika siku ya hasira ya Bwana hao niliowabeba na kuwalea, huyo adui yangu amewakomesha.